Wakazi wa kijiji cha Ngoya katika eneo bunge la Karachuonyo kaunti ya Homa Bay huenda wakakumbwa na uhaba wa chakula baada ya tumbili kuvamia mashamba yao ya mimea. Wakazi hao waliojawa na hofu wametoa wito kwa shirika la kuhifadhi wanyamapori kuchukua hatua za haraka kuwafurusha tumbili hao. Aidha wamelitaka shirika la KWS kuwahamisha tumbili hao kwani wamekuwa tishio kwa wakazi mbali na kuharibu mimea. Huwezi kaa kwa amani kwa nyumba yako, ukiwacha chakula wanaingia wanakula yote. Sana sana hawaogopi wakina mama. Mimi kama mimi mwanaume mimi ndio niko hapa nyumbani peke yangu, nikitoka hivi tu wanaingia, wa mama wa wajali, wanaingia tu kwa nyumba wanachukua chakula. Ni shida kubwa. Sasa saa hii atulimi atufanyi chochote juu ya nyani zinatusumbua, zinaingia kwa nyumba zinaharibu mavitu hata ukiwacha chakula wanakula yote mpaka unashindwa sasa wewe utafanya nini we are requesting the kws to come and help us we even gave them the directions but they never come so we are appealing to the government the county government and the ministry of wildlife to come and take away these monkeys